Jambo la kwanza nimemwambia rais, kijana wetu Makonda kazi yake ni nzuri, ana bidii na ana maamuzi well done. Lakini jambo la kwanza hafai kuwa kiongozi wa mambo ya utawala mkuu wa mkoa. Nalizungumza hivi kwa sauti na uwe mfano kwa viongozi wengine nchini. Ndugu zanguni, tukiwa na mkoa wenye utulivu, tutawahudumia watanzania hawa hawa. Watanzania hawataki migogoro yetu sisi viongozi na wakati mwingine migogoro tuliyonayo ni migogoro ya maslahi binafsi. Paul Makonda, mkitaka kujua kwa nini Wamarekani walimpiga marufuku kuingia Marekani, sababu mojawapo ni hiyo. Katika historia ya uongozi wa Tanzania viongozi kadhaa wamejipambanua kwa mitazamo yao ya kazi, uwezo wa kusimamia masuala ya kijamii na ushawishi wao kwa umma. Mmoja kati ya viongozi waliowahi kuvuta hisia za wengi ni Paul Makonda ambaye amewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na baadaye akawa mkuu wa mkoa wa Arusha. Kutokana na uzoefu wake huo na namna alivyosimamia masuala mbalimbali ya kijamii, kiutawala na kiusalama, swali linabaki. Endapo angepewa nafasi ya kuwa waziri, je, anafaa zaidi kuhudumu katika wizara ipi? Unajua, uongozi wa kuchaguliwa ni tofauti na uongozi wa kuteuliwa. Wa kuchaguliwa ule unaomba mwenyewe, unashawishi watu, na ukiona hali mbaya unatoa na rushwa ili uchaguliwe. Ukiziliwa sana unaenda na kawaganga. Sasa waliotuloga dawa zimetuishia kwanza.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 mijadala mikali katika jamii, baadhi wakimpongeza kuwa na uthubutu huku wengine wakimkosoa kwa ukiukwaji wa haki za msingi, akiwamo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, Tundu Antipas Lissu. Inaelekea kwamba ili kutekeleza huo mpango wa kuniangamiza, serikali ya Magufuli na watu wake walihitaji wajue ni, na, niko wapi muda wote na kwenda wapi, nazungumza na nani. Kuna dada mmoja wa Kihaya ninayo jina na nayo address yake, anaitwa Kristina. Dada huyo wa Kihaya akamwambia, kuna kaka yangu naomba nikuchukulie vyeti vyangu. Akaenda kwa kaka yule, kaka wa Kihaya yule kaka wa Kihaya jina lake anaitwa Paul Christian m m. Hiyo ni Muyenge siyo Makonda m. Kwa hiyo huyo bwana akapewa vile vyeti vya huyo kaka. Yule dada anaitwa Kristina yupo, yule kaka aliyempa vyeti yupo, akapewa vyeti. Hata hivyo, haipingiki kuwa ana mtazamo wa utekelezaji wenye msisitizo wa nidhamu na usalama wa taifa, sifa ambazo ni muhimu kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Nimemuuliza afsa elimu, unataka kuniambia kwamba mnachofanya huku chini kinachohusu sekondari afsa elimu hapasi kujua? Sasa unanifundisha kazi mzee diwani? Wewe kuambia kitu kimoja braza, mimi ninajitosheleza. Unasikia? Yaani najichoseza kabisa na njia nilizopita mimi, wewe huwezi kuja kupita hata siku moja. Maelezo aliyotoa hapa mwanzoni kwamba amejenga madarasa matatu na kaniambia milioni kumi na ambia, tano imeenda kwenye darasa la, tunaendelea kugundua hapa, kumbe darasa lenyewe halijajengwa hakuna kitu, na sehemu yenyewe walipotaka kujenga walipomwaga jamvi, pana mgogoro vijana walioko pale wanakamatwa, alafu huyu ndio tunategemea kwamba aipe taarifa serikali taarifa sahihi kweli? Kwa namwagiza afisa utumishi kuanzia sasa, sio mtendaji wa kata. Aidha, kutokana na uwezo wake wa kujieleza na kutumia vyombo vya habari kwa ustadi Makonda anaweza pia kufaa katika wizara ya habari, mawasiliano na teknolojia ya habari. Amekuwa mstari wa mbele katika kutoa taarifa kwa umma, kushiriki mijadala ya kisera na kutumia majukwaa ya kijamii kujenga hoja zake. Hili linamweka katika nafasi nzuri ya kusimamia sera za habari na mawasiliano katika Tanzania ya kisasa. Hata hivyo, historia yake ya kuonekana kutaka kudhibiti baadhi ya vyombo vya habari inaweza kuibua maswali kuhusu msimamo wake juu ya uhuru wa vyombo hivyo. Siku ya Ijumaa kulikuwa hakuna kitu zaidi ya kusubiri mpaka usiku, wakati liko nyumbani, saa kwenye saa tano kamili, nikapigiwa simu na kuambiwa kwamba kwamba ofisi um, ameingia mkuu wa mkoa akiwa na maaskari wengine, wamevaa uh, nguo za kijeshi, wengine wamevaa nguo za kipolisi. Kila ambacho katibu amekisema mea hakitakaa kitokee kwenye kinywa changu, sitaomba. Lazima narudia tena kwa katoleta vilevile. Makonda anaweza kuzingatiwa katika nafasi ya wizara ya maendeleo jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Alijitokeza kuwasikiliza wanawake waliotelekezwa na waume zao na hata kusaidia kutatua baadhi ya migogoro ya kifamilia. Alionyesha kuguswa na changamoto za kijamii na kuanzisha majukwaa ya kutoa msaada kwa wahanga wa ukatili wa kijinsia. Hata hivyo, mikakati yake ilihitaji uwekaji wa mfumo rasmi na ya kitaalamu ili kuhakikisha usawa wa haki na faragha za watu. Kwa mkoa huyu ni baba yangu. Anaitwa anaitwa Samuel Abel Sangeti anadai eneo lake kwenye hii kijiji, eneo la hapa, eneo la nani soko hili. Alishawahi kutoa maeneo mengi hapa, anayo document hapa, na tulishakwenda kwenda kwenye kliniki ya waziri wa ardhi na maendeleo na makazi, tukaagizwa kwamba tumwone mkuu nani afisa ardhi wa wilaya. Tumeenda kumwona, anatuambia wacha kutubabaisha. Sasa nao sasa wakaamka kwamba kama wale wamepewa na sisi tupewe. Tukawaambia haiwezekani kwa sababu maeneo haya serikali ilishachukua kwa ajili ya huduma za wananchi. Swali, swali, serikali inachukuaje maeneo ya wananchi? Sisi tulikuta maeneo haya yanamilikiwa na serikali. Ah, umesema serikali ilichukua kwa ajili ya matumizi ya umma. Serikali inachukuaje maeneo ya watu? Kuna maeneo mengine yalichukuliwa na kufidiwa, lakini kuna maeneo sisi tumekuta kama yenye shule za msingi ni maeneo ya watu. Kwa hiyo eneo hilo ambalo limechukuliwa, lilifidiwa halikufidiwa? Sisi kwa taarifa sasa hizo ya, ya kipindi kile, kwa sababu toka kianzishwe kijiji Kichangorbo mwaka sabini na saba nafikiri mimi labda nilikuwa na miaka na miwili, siwezi, siwezi kuwa ah, yani swala sio sio, ni kama leo niulize swala la ukuu wa mkoa afu niseme mimi sikuepo, ndio maana sikuna taarifa. Yani ulivyotoa maelezo, kumbukumbu ya taarifa ni kwamba unajua kwamba serikali ilichukua, na mimi najua ziko taratibu za serikali kuchukua maeneo ya wananchi. Serikali haichukui maeneo ya wananchi bila kulipa fidia. Kumbukumbu kumbu ya wakati huo sina kama wamefidiwa ama hawajafidiwa. Sasa wanawezaje kuwa wahuni kama hatukumbuki tulipataje hilo eneo? Kwa sababu ili aweze kuwa muhuni, maana yake tuna taarifa zote zinazopelekea kuonyesha kwamba huyu hana haki, anafanya ujanja ujanja. Sasa wanawezaje kuwa wahuni wakati hatujui tumepapataje? Unajua mimi naomba naomba watu wa serikali jamani, na nyinyi viongozi waheshimiwa wa madiwani. Ukisimama kwenye mkutano wangu kujibu, usijichanganye. Mimi nitapata maswali kutokana na maelezo yako. Hapa sijaandika maswali popote, sijaja na maswali. Na nilipokuja hapa sijajiandaa kwamba nitakutana na mtu ana shida fulani, shida fulani, shida fulani, jibu lake ni hili, hapana. Haya yote yanapatikana hapa hapa. Kwa maelezo yako yanaweza kaonyesha ukweli wa jambo au upotofu wa jambo, lakini pia ni nafasi ya kuonyesha uwezo wako wa kusimamia kata yako na kushughulikia changamoto zako. Kwa changamoto kama hiyo sasa, hapa mzee, tunamhitaje muhuni wakati hatujui alizi yake tulipata vipi? Hatimaye, kutokana na uzoefu wake wa kiutendaji akiwa mkuu wa mkoa katika mikoa mikubwa miwili, wizara ya, ya tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, inaweza kuwa eneo lingine linalomfaa. Anaelewa changamoto za kiutawala katika ngazi ya mikoa na halmashauri, na anaweza kutumia uzoefu huo kuboresha usimamizi wa miradi ya maendeleo. Unajua, unajua wale ambao hawaji kukaa kwenye hizi ngazi za chini kati ya mitaa, vijiji, vitongoji na kata. hawezi kuelewa wananchi wanaumia kiasi gani na hawezi kuelewa kwa nini wananchi wana hasira na serikali yao. Hata hivyo, mtindo wake wa uongozi wa kutoa maagizo moja kwa moja, yani commanding style, unaweza kutofautiana na mfumo unaohitaji ushirikishwaji wa wananchi na viongozi wa ngazi za chini kwa ujumla. Licha ya changamoto zilizojitokeza katika baadhi ya vipindi vya uongozi wake, Paul Makonda ni kiongozi mwenye msimamo, uwezo wa kujieleza, na hamasa ya kutekeleza majukumu kwa nguvu. Kwa kuzingatia uzoefu wake na mtindo wake wa kazi, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inaonekana kuwa ni wizara inayomfaa zaidi kuliko wizara nyingine yoyote atakopewa hapa nchini Tanzania. Hata hivyo, uteuzi wake katika nafasi yoyote ya uwaziri unapaswa kuambatana na uwajibikaji, uzingatiaji wa sheria na kujali haki za binadamu ili kuhakikisha uongozi unaowakilisha maslahi mapana ya taifa.